Kama na wewe ni mfanyabiashara ambaye unatamani kuwajua audience wako na namna gani utawajua audience wako, hii ni video kwa ajili yako. Okay? Let's go. Cha kwanza kwenye kuwafahamu audience wako ni pamoja na umri. Kwa sababu tayari bidhaa yako unaijua vizuri nje ndani, na unajua inamfaa mtu wa aina gani. Sasa kitu cha kwanza unatakiwa kujua umri wa wateja wako. Kwamba utajuaje umri wa mteja wako? Bidhaa itakwambia kwamba mteja wako ni wa umri fulani na ni mtu wa aina fulani. Kwa hiyo kwenye kipengele hicho cha umri kitakusaidia sana. Hata contenti tutakazo kuona tutengeneza ni kwa ajili ya watu wa umri huo. Pili ni jinsia. Leo umenisikia vizuri, ni jinsia. Jinsia inakusaidia kwamba unauza bidhaa fulani ambayo inawasaidia watu wa jinsia fulani, labda jinsia ya kiume tuseme. Ah, mteja wako ana tatizo la nguvu za kiume. Sasa ukasema labda hii dawa inawafaa watu wa umri kuanzia miaka arobaini na tano ina maana automatically itakuwa kwamba mwanaume kuanzia miaka arobaini na tano mwenye changamoto ya nguvu za kiume ndio anapaswa kutumia bidhaa hii au huduma hii. Okay. Kitu cha tatu kitakachokusaidia kuwajua audience wako ni pamoja na kipato chao, kwamba mimi ninadili na wanaume wenye changamoto za nguvu za kiume, lakini wana na kipato kuanzia labda Kipato cha kati tuseme, au dawa zako unauza kuanzia kwanzia laki moja laki mbili, umeona. Kwa hiyo ukishajua vipato vyao, hata content utakazokuwa unatengeneza utajua zina base kwa watu wa aina gani, umeona. Kwa hiyo zingatia sana umri, zingatia jinsia, lakini pia kipato cha mteja wako. Utakapojua vitu hivi vitatu, itakusaidia kutengeneza customer avatar ambayo itakusaidia kwenye kutengeneza content na kuwafikia wateja wako kwa ukaribu zaidi. Kama nawe ni mfanyabiashara unataka kujua zaidi kuhusu kuwajua audience wako, comment neno chini audience, na mimi nitakutumia DM kwa aina gani ya content utengeneze kwa ajili ya wateja wako.